Kuachana na mpenzi ni moja ya changamoto kubwa za kihisia ambazo mtu anaweza kupitia. Maumivu ya moyo, mawazo yanayojirudia, na hisia za upweke vinaweza kumfanya mtu ashindwe kusonga mbele kwa urahisi. Hata hivyo, kumsahau mtu uliyeachana naye si jambo lisilowezekana ni safari inayohitaji subira, nidhamu na mbinu sahihi. Katika makala hii, tutazungumzia njia ishirini zinazoweza kukusaidia kufungua ukurasa mpya maishani mwako, kuondokana na majonzi, na kujenga upya furaha yako. Kutoka kubadili mtazamo wa kihisia hadi kuchukua hatua madhubuti, utaweza kupata mwangaza mpya wa maisha yako bila kumtegemea mtu wa zamani. Kila njia ni hatua ya kuelekea uhuru wa kihisia na amani ya ndani.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 1. Kubali maumivu. Ruhusu nafsi yako kuhisi hisia zako bila kujizuia. Kukubali maumivu ni hatua ya kwanza. 2. Epuka mawasiliano. Jizuie kuwasiliana naye kwa njia yeyote, iwe ni simu, maandishi au mitandao ya kijamii. 3. Ondoa kumbukumbu kumbu. Ondoa picha, zawadi na vitu vinavyomfanya umkumbuke. Nne, punguza kumfuatilia mitandaoni. Kama bado unamfuatilia kwenye mitandao ya kijamii sasa ni wakati wa kuacha. 5, jihusishe na watu wapya, fanya marafiki wapya au tumia muda zaidi na marafiki wa zamani. Sita, tafuta hobi mpya. Anza kufanya kitu kipya unachokipenda kama vile sanaa, michezo au muziki. Saba, jihusishe na shughuli za kujenga. Jifunze ujuzi mpya au jiunge na programu za kujifunza. Nane, kujitunza mwenyewe zingatia afya yako ya kimwili na kiakili. Tisa, usikumbatie majuto. Usilaumu nafsi yako kwa kilichotokea, bali jifunze kutoka kwa uzoefu. Kumi, jihusishe na mazoezi. Kufanya mazoezi kunaweza kukusaidia kupunguza mfadhaiko na kukuza furaha. Kumi na moja, kubadili mazingira Tembelea maeneo mapya au atafanya safari ili kupata upepo mpya. 12. Zungumza na watu wa karibu. Jadili hisia zako na marafiki au familia ili kupata msaada wa kihisia. 13. Jiwekee malengo mapya. Weka malengo ya maisha yako na uelekeze nguvu zako kuyafikia. 14. andika hisia zako. kuweka mawazo yako kwenye karatasi kunaweza kusaidia kuachilia maumivu. 15. kujikumbusha sababu za kuachana. tambua kwa nini mambo hayakwenda sawa na tumia hilo kama somo. 16. ondoa mawazo mengi Usikaze fikra zako kwa mambo ya zamani, badala yake angalia fursa mpya mbele. 17. punguza kumkumbuka nyakati za furaha. Jaribu kuepuka mawazo yanayojirudia ya wakati mlipokuwa pamoja. 18. tafuta msaada wa kitaalamu ikiwa ni vigumu sana, usisite kutafuta ushauri wa mtaalam. 19. Jihusishe na matendo ya wema. Kujitolea kwa jamii kunaweza kukusaidia kuondoa mawazo mabaya. 20. Chukua muda wa kujiponya. Tambua kwamba kuponya maumivu ni mchakato unaochukua muda na ni sawa kujipa nafasi ya kukua. Kumaliza safari ya kumsahau mpenzi wa zamani ni hatua ya kujikubali, kujifunza na kuendelea mbele kwa matumaini mapya. Kupitia mambo ishirini tuliyoyajadili, imekuwa wazi kuwa mchakato huu si wa haraka lakini ni wa thamani. Unajenga msingi wa maisha yenye amani na uhuru wa kihisia. Hatua hizi zinakusaidia kuelewa hisia zako, kuwekeza katika maendeleo yako binafsi na kujifunza kupenda tena, kwanza kwa kujithamini mwenyewe. Kila jambo ni sehemu ya safari ya uponyaji, ikikupa nafasi ya kugundua furaha nje ya uhusiano ulioisha. Kwa hiyo, tambua kuwa maisha yanaendelea na kila mwisho ni mwanzo mpya. Usiogope kuangalia mbele, fursa na maendeleo mapya vinaweza kuwa karibu zaidi kuliko unavyofikiria. Kumbuka, wewe ni mwenye thamani na unastahili furaha halisi.